Nam, karibu tena mtazamaji. Rais William Ruto ameendelea kuelezea ya imani yake kuwa Kenya itafikia viwango vya mataifa yaliyoendelea kiuchumi na yenye uwezo wa kujisimamia yenyewe ulimwenguni. Naam, akihutubu katika kanisa la kianglikana dayosisi ya Maralal, kaunti ya Samburu, Rais Ruto kwa mara nyingine amewakosoa wale wanaomkejeli kwa maono yake. Nam, kwenye ziara yake ya siku mbili eneo hilo, rais pia ametoa onyo kali kwa majangili wanaotatiza usalama katika maeneo ya bonde la Kerio. Watu wa Samburu. Wa Wamarekani ndio walijenga Marekani. And that is what we must do for this nation. I see many people who don't believe in our country. I see many people who are negative about Kenya. Two and a half years ago, Your Excellency, hakuna siku siku anakuja kanisa na kanisa wanalia na kuomba mambo ya usalama. I want to thank you and your government kwa sababu saa hizi mambo yametulia. We are not there but at least there are st some steps that have been taken that watu wanaishi kwa amani. Na kwa kweli yale ambayo umefanya kwa hii wakati mfupi sana usisi kama jamii ya Wamasai umetufanyia mengi sana na tunataka ndugu, kuambia ya kwamba tuko pamoja na wewe.